Hivoo kuw wanafunzi aaa, maagizo aliyeagizwa mzee na mzee wa Yesu amekuzaa wewe, mtoto wake wa kiroho, amekuzaa kwa neno na akamfundisha, ukafundishika. Ni wakati wako wa kusaidia kufanya kazi. Unapitia shida. Hata kama unapitia ziki. Amen. Hata kama unatembea pekoa. Amen. Usiache kutamka Yesu Kristo ni yeye Yehova. Amen. Hata kama una njaa. Amen. Usiache kutamka Yesu Kristo ni yeye Yehova. Amen. Haleluya. Amen. Itafika siku hiyo njaa itakupotea. Amen. Itafika siku hiyo shida itatoka kwako. Amen. Na waliokutega watakuishi. Amen. Amina Baba Yesu. Twende kwa maombi.